Je, unajua kwamba unaweza kutengeneza PowerPoint presentation ya kisasa zaidi kutumia simu yako bila hata kompyuta? Siku leo tunaenda kuangalia zile njia zote za kuweza kuzifata kutengeneza PowerPoint yako presentation ambayo ya kisasa na nzuri bila kupoteza muda kutumia simu yako. Na mwisho wa video hii utaenda kujifunza zile basics na zile njia zinazohitajika kutengeneza PowerPoint presentation yako nzuri kwa haraka zaidi bila kupoteza muda, tutaenda kuanza. So hatua ya kwanza kwanza, utaenda kudownload Microsoft PowerPoint app au unaweza kaenda kutafuta tafuta Microsoft 365 ukaedownload okay, na ukaenda okay, kuopen na baada ya kuopen itafunguka kama hivi. Kama umedownload Microsoft 365 utaenda kwenye documents, kisha utaenda kwenye PowerPoint na itakuwa na mwonekano kama huu, ambazo hizi templates unaweza kuanza kuzitumia katika kutengeneza, lakini sisi tutaenda leo katika blank presentation na ikifunguka itakuwa na mwonekano kama huu, na ipo vibonezeo vingi ambavyo unaweza ukaenda katika option mbalimbali mbali, katika Home, katika Insert na vitu vingine na ukaenda kubadilisha vitu vya aina mbalimbali. Sasa tutaanza na ku create slide na ili ku create tutabonyeza hii plus hapa chini na itakuongezea slide. Kiweza itakuongezea slide na ukitaka labda kubadilisha e, layout ya slide tu ibonyeza slide husika na tunakubonyeza hapa chini na utaenda kubadilisha slide yako kama unavyotaka iwe. Utabonyeza utaiweka, kutokana na ile sasa unayotaka slide yako iwe. Basi tutaenda kwenye slaidi ya kwanza na tutaenda kuanza kuandika, na tutaandika kichwa cha habari cha mfano wetu wa forests ya importance na tutaenda kuanza kuandika. Okay, kama unavyoona nimeweza kuandika hapa kichwa cha habari na subtitle ya kwake na kitu kikubwa cha ku consider katika unavyotengeneza PowerPoint ndani ya mobile app zinahitaji uandike maneno mafupi ili yaweze kuonekana vizuri. Na kama unavyoona nimeweza kuandika kwa ya kwanza na nitaenda kuenda ya pili na nitaenda kuandika pia pia kama okay, unavyoona nimeweza kuandika introduction fupi, na kama unavyoona trick niyokuambia kwamba kwa katika phone, ni vizuri ukaandika maneno mafupi ambayo ni short na anayoeleweka. Sasa tutaenda kuangalia ku add image katika pa presentation yetu. Hatutaangalia vitu vingi sana na vyote kwa wakati mmoja, tutaenda kuangalia zile basics tu ambazo zitahitajika wakati wewe unataka kutengeneza agent, unataka kutengeneza labda PowerPoint yako kwa wakati mfupi. Na ili ku add, nitaibonyeza ile sehemu ambayo unataka ku add video, nitashuka hapa chini. Kama unavyoona hapa chini kuna vitu viwili kwa ku add tables na kwa add image nitaboeza image, itafunguka na nitaselect ile image ambayo nataka kuiadd, kisha nitaboeza finish na image yangu itakuwa imeadiwa, hii hapo. Na inapotokea image italeta recommendation za designer ambazo image yako ungependa ikae, lakini hizi ili kuzitumia ni mpaka huo umeupgrade eh, kwenye ile Microsoft 365 subscription lakini, kibweze image yenyewe inakuja hapa option mbalimbali mba, za kwenda ku customize image. Unaweza ukaenda uka add effects mbalimbali mbali, shadows, ukaenda ku crop na vitu vingine, na ukaweza uka resize. Unaweza ukaiwekea pia hata text, na ukabadilisha hata style ya picture yako, labda unataka iwe hivi, au pia unataka labda iwe ya mvilingo. Unaweza kubadilisha, ni kutokana sasa na style ambayo unataka iwe Okay, na hapo pembeni nitaenda kuweka maelezo kadhaa. Okay, kama unavyoona nimeweza kuandika na nimeweka picha. Sasa unaweza kuwa umeandika labda maneno ukayaona labda yako madogo sana, unaweza ukayaselekti yote na baada ya kuyaselekti ukaenda kubadilisha pia hata ukubwa wa maneno yenyewe. Kutoka sana wewe ambao unataka huo, unaweza kubadilisha rangi ya bold pia na vyovyote vile ambavyo unataka maneno yako yao, na baada ya kuweka hapo, unaweza kutoka na uka create slide nyingine, na ukaenda kuandika vile vitu ambavyo unataka mpaka mwishoni wa ile slide unayoitaka. Na baada ya kuandika, tutaenda kuangalia namna ya kuibadilisha design ya PowerPoint yetu ili uweze kuwa na mvuto kuweza kuwavutia wale watazamaji na wale audience. Okay, kama unavyoona nimeshaweza kuandika slide zangu zote ambazo nilikuwa nazihitaji. Sasa tunaweza tukaenda kuweza kubadilisha design ya PowerPoint yako ambayo unataka kuibadilisha, na ili kuibadilisha utaboeza umshale hapa chini kulia na utaboneza kwenye home hapa kisha utaenda kwenye design, na baada ya kwenda kwenye design utaenda kwenye themes ambao unataka kuzitumia, na utaenda kubadilisha kutokana na simu zilizopo. Nitaenda kutumia hii hapa Madison, na baada ya kubweza hapo, na utakirudisha hivi, na ukiangalia hapa, itakuwa imebadilisha slide zote kutokana na ile simu ambao umeweza kuitumia. Lakini ukiangalia kuna sehemu zingine ambazo, kama umeweza kutumia hii themes, inaweza kuwa labda imeyazidisha ime maneno, na itabidi uyaadjust kidogo, na nitaenda kuyaadjust kisha taenda kuendelea. Okay, basi kama unavyoona nimeweza kuadjust zile sehemu ambazo zilikuwa zimezidi kidogo. Unaweza kuadjust kutokana na side zako zilivyokuwa, na kama unaona tumeweza kubadilisha design ya side zetu. Sasa tunaenda kuenda kuweka transition katika slides, tunaweza tukaangalia tuka pia na animation na kitu tunaenda kuangalia transition chache. Na ili kuweka transition, kwanza utabweza ile side ambayo unataka kuiwekea transition, kisha tunaenda hapo Kwenye home utaenda kwenye transition, kisha utaenda kubonyeza kwenye effects na utaangalia transition ile ambayo unataka iweke, kama ni fade, kama ni view, kama ni morph. Unaweza kubonyeza kutoka sana wewe ndio unataka kuweka, lakini kuna transition zingine zinahitaji subscription. Kwa utaenda kuangalia sasa zile transition ambazo hazina subscription na ukibonyeza, ukienda kuiangalia ok. Na ili kuipreview transition yenyewe kwa tutaenda kubonyeza hapa juu katika kwenye start slide show, na ukibonyeza itakuonesha transition zenyewe ambazo nimeifanya, lakini nitaweka transition katika kila sehemu, katika kila slide, na kisha tutaenda kuzinda kuziangalia zote kwa pamoja. Tutaenda kubonyeza kwenye home transition, kisha nitaweka na baada ya kuweka transition hapo tutaenda ku save kabisa na title, kisha tutaenda ku start a slideshow. Na pia ukitaka, pia kabla ya ku save unaweza kaweka pia na animation katika sehemu tofauti tofauti na yenyewe. Ili kuweka animation, utabonyeza kile kitu ambacho unataka kukiwekea animation, utaenda kubonyeza hapo chini, utaenda pia hapo kwenye picture kwenye kwenye home pia utaenda kwenye animations na utaenda kuongea animations zile ambazo ni ziko free, unaweza utaibonyeza na kisha utaenda kuenda kuandika title ya presentation yetu. Na ili kuandika title, utaenda kubonyeza hapa juu kuna sehemu imeandikwa presentation, tabonyeza na kisha utaandika title ya presentation yako, na baada ya kuandika itakuwa imejisave, lakini pia hapo pembeni kuna hichi sehemu unaweza ku-save presentation yako ya cloud ili kusudi uweze ku-access sehemu yoyote. Sasa bila kupoteza muda, tutaenda ku-start slide show na tutaenda kuiangalia, tabonyeza hapo na kisha ili kwenda kwenda ku mbele utaweza kulia, taenda kubadilika kama hivi, na kama unavyoona, katika sekunde chache tumeweza kutengeneza a very beautiful presentation, na yote hii ni kutumia simu yako, hatujatumia PC na ukiangalia vitu vyote mtu hivyo vitumia vipo pia na katika PC, na unaweza kuangalia video hapo juu, unaweza kubonyeza link hapo juu na ikaenda kupeleka katika PowerPoint eh, tutorial in desktop version, na yote pia utaenda kujifunza kama hivi. Unaweza kuongeza vitu vi zaidi ya hivi na unaweza kufanya vitu zaidi ya hivi, lakini ni hizi ni zile basic tu ambazo zinahitajika. Na baada ya kubonyeza hapo, itakwenda jiseve, utabonyeza hapo hii na presentation yako itakuwa already finished na very beautiful. Na huu ndio mwisho wa video hii. Kama umeweza kupata kitu kipya, unaweza ku like ku comment, pia ku subscribe. Tutaendelea kutengeneza na kuandaa video zingine ambazo zitaenda kuwasaidia zaidi in the future. Asante pia na wakati mwingine.